Sister Kapuli wa parokia ya Makoka jijini Dar es Salaam ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani na watu watatu wanaodaiwa kuwa ni majambazi baada ya kufuatiliwa nyendo zao wakitokea katika benki ya CRDB ambayo tawi lake halikufahamika mara moja wakati akimsubiri sister mwenzie aliyeshuka katika gari waliokuwa wamepanda lenye nambari za usajili T213 CJZ Toyota VX kwa ajili ya kwenda kuulizia bidhaa fulani dukani katika eneo hilo la Riverside Ubungo jijini Dar es Salaam. Akisimulia tukio hilo dereva wa gari la masista hao bwana Mark Patrick Mwarabu ameiambia ITV kuwa majambazi hao walikuwa watatu na walipojaribu kuyadhibiti kwa kufunga mlango wa gari walimjeruhi vibaya kwa risasi katika dole gumba lake na kisha kutoweka na pochi ya marehemu Kapuli kwa kutumia usafiri wa pikipiki piki. Wakati mimi narudi Rivers nasikia risasi ya kwanza imepiga dirishani, ya pili wamepigia hapo, kanivunja mkono ili nisiondoe gari hasa nikashusha nika mkono chini ili nimpige na mlango ndio nikashindwa hapa, kwa sababu pame nyuma sana risasi zilizompiga hasa, ikabidi kwamba nishindwe, nikanyaga break na nasibamishi mishigari. Mmoja wa waendesha bajaji Bwana Godfrey Severin ambaye amenusurika katika tukio hilo baada ya bajaji yake kupigwa risasi kadhaa, ameiambia ITV watu hao walifyatua risasi kadhaa za sababisha taharuki kwa wananchi ambao walikuwa wakikimbia hovyo na hivyo kupata upenyo wa kutoweka katika eneo la tukio. Bajua, sasa kuna vile bora na wakimbia, kukimbia, kimbia, nafika, nafika, nafika, bora nao akimbia kukimbia mimi nikakimbia nafikiri nafikiri kama taxi pale mbele kwa bom mbele msiji bom msiji bom hivyo toa bom mbele kutoka moshi moshi kuna vile mimi nkakimbia baadhi kaenda yenyewe ntaruka. Diwani wa kata Makuburi bwana William Mfungo aliyeshuhudia pia tukio hilo amesema wakati umefika sasa kwa jeshi la polisi kujizatiti titi kudhibiti matukio hayo kutokana na majambazi kutumia silaha nzito. Kwanza ni kwa watu tuliowakabidhi mamlaka ya kulinda amini usalama wa wananchi kufanya kazi zao kwa makini, lakini pia sisi wananchi wenyewe kuwa na ushirikiano, na hasa hasa tukihamasishwa kuwa tunalinda vitu kama hivi, kutoa taarifa. Lakini vyombo vinavyohusika vyenye nyenzo ya kupambana na watu wenye nyenzo za aina hii, pia viwe vinakuwa vinaitika haraka kwenye eneo la tukio. Jeshi la polisi wakiwa na silaha walifika katika eneo la tukio na kuondoka na mwili wa marehemu, licha ya kukuta majambazi hayo yameshatoweka katika eneo la tukio, na juhudi za kumtafuta kamanda wa polisi wa mkoa wa kipolisi Kinondoni Kamiliusi Wambura kuelezea zaidi juu ya tukio hilo zinaendelea. Ni matukio ujambazi ya ujambazi yameendelea kujitokeza jijini Dar es Salaam ambapo wakati huu basi mtawa wa kanisa Katoliki ameuawa na watu wanaosadikiwa kuwa ni majambazi. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Ubungo Riverside jijini Dar es Salaam, Emmanuel Buhohela, ITV.